ta kaunti ya Mombasa ambapo wakazi wa kaunti hiyo waliendelea na shughuli zao za kila siku leo hata baada kuwa ya kutangazwa kuwa likizo ya kumwomboleza Waziri Mkuu wa zamani Raila Odinga wakisema kuwa hali ngumu ya kiuchumi ndiyo sababu kuu. Wafanyabiashara aidha, wamemwomboleza Odinga na kumtaja kama mwanasiasa aliyepigania demokrasia ya Katiba Mpya na haki za Wakenya.

kwa mambo machache ambayo ni muhimu sana katika historia ya nchi ya Kenya na ulimwengu mzima. Yeye ni mojawapo wa viongozi ambao wamekuwa upinzani kwa kipindi kirefu na wameleta, katika upinzani wake ameleta mabadiliko makubwa sana katika nchi ya Kenya. Tulipata katiba mpya. Hii katiba mpya imeleta demokrasia. Hii demokrasia imesababisha kila Mkenya ako na uhuru wa kuzungumza, ako na uhuru wa kujieleza ako na uhuru wa kutembea na kutafuta riski popote pale ambapo yeye mwenyewe anaona ni, ni sawa. Mimi namkumbuka baba kwa ajili ya kuongoza chama cha upinzani ODM ambacho chama kimedumu tangu kibuniwe, kimedumu miaka ishirini. Mimi najua kwamba tunapitia machungu. Mimi binafsi sikulala jana najuzi, na juzi lakini nimekuwa nikivumilia na sijaamini hadi sasa kwamba ameenda japokuwa sasa nimekuwa niko mjini lakini nimekuwa nikifuatilia kwa simu, nikiangalia halaiki wa watu wakiwa pale kwenye stadium wakimwaga kiongozi wetu. Kusema kweli, anapendwa. Ukiangalia umati ule haujawahi onekana popote. Mimi langu ni kwa wakenya na wakazi wa Mombasa, tuendeleeni ku mourn in peace, tuweke amani tukizingatia yale malengo ambayo baba kwa amesimamia. Baba alikuwa ni kiunganishi unifying factor, alitaka watu jamii zote ziwe pamoja. Kwa hivyo, ningeomba tupendane na tuweze kuishi pamoja kama jamii ili tuweze kusonga mbele.